Unajua siri kubwa ya viongozi wakuu, wanasiasa na mabilionea, si kwamba wao ndio wenye akili zaidi, bali ni kwa sababu wanajua kutumia akili na nguvu za wengine kwa maslahi yao. Leo nitakufunulia kwa undani sheria ya saba kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Get others to do the work for you, but always take the credit. Watumia wengine wakufanyie kazi, lakini hakikisha unachukua sifa zote. Sheria ya kifahari lakini yenye ukatili wake. Tazama mpaka mwisho, kwa sababu utajua jinsi ya kuitumia bila kuonekana mchoyo, na pia jinsi ya kujilinda dhidi yake. Watu wengi hufikiri mafanikio yanakuja kwa kufanya kila kitu wenyewe, lakini historia inaonyesha waliokuwa na nguvu kubwa walikuwa mabingwa wa kutumia uwezo, akili na jitihada za wengine. Watawala, wanasiasa, wafanya biashara, hata wasanii walijua siri hii. Robert Greene anasema use the wisdom knowledge and legwork of other people to further your own cause not only will such assistance save you valuable time and energy it will give you a godlike aura of efficiency and speed. Tumia hekima maarifa na juhudi za watu wengine kusukuma mbele lengo lako mwenyewe. Msaada wa aina hii hautakupunguzia tu muda na nguvu zako za thamani, bali utakupa pia mwonekano wa kimiungu wa ufanisi na kasi. Sheria hii inasema usiwe kila kitu wewe, weka wengine wakufanyie kazi, lakini mwishowe jina lako libaki ndilo linalosikika. Kwa nini? Kwa sababu jamii inakumbuka jina moja tu, si orodha ya watu wote waliotoa mchango. Kiongozi anayeonekana amefanikisha kitu, hata kama hakufanya kazi yote, hujenga aura ya uongozi na uwezo. Kwa kifupi, unapojua kutumia akili na kazi za wengine kwa busara, unaonekana mwenye uwezo mkubwa zaidi kuliko ulivyo kwa kweli. Robert Greene anatupa mifano halisi ya kihistoria na falsafa ambayo inatufundisha kwa kina. Ebu tusikilize. Fikiria maabara yenye mwanga hafifu, taa za gesi zikiteketea, na kundi la vijana wanasayansi wanachoka, macho ikiwa mekundu, wakiendelea na majaribio usiku kucha. Hawana jina, hawana heshima, lakini wana doto. Na pale akisimama kimya pembezoni, mtu mmoja, Thomas Edison Si yeye anayebeba vyombo, si yeye anayelala sakaoni kutokana na usingizi. Lakini kila jaribio lililofanikiwa, kila miale ya umeme iliyowashika ilibebwa chini ya jina moja tu, Edison. Magazeti yakapiga vichwa vya habari, The Wizard of Menlo Park. Jamii ikamchukulia kama mungu wa teknolojia mpya. Wale waliobeba mzigo walibaki kivuli, historia haikuwahi kuandika majina yao. Hii ndiyo nguvu ya sheria ya saba. Edison hakuhitaji kufanya kila kitu mwenyewe. Alitumia akili, muda na nguvu za wengine, lakini alihakikisha sifa yote imesalia kwake. Na mpaka leo ukitaja umeme, jina moja pekee ndilo linawaka akilini mwa watu, Edison. Vuta taswira msichana mdogo, kijana mwenye jina kubwa kwa sababu ya familia yake, lakini bado hana kazi kubwa iliyojitambulisha kama yake. Dunia inamtazama, lakini bado hakuna kitu cha kipekee. Kylie Jenner hakukaa maabara akitengeneza lipsticks, hakusimama viwandani kuchanganya rangi. Wengine walifanya hayo yote: wanasayansi wa urembo, wabunifu wa packaging, wataalamu wa marketing, lakini jina, nguvu, heshima yote yalibebwa na chapa moja tu, Kylie Cosmetics. Na ghafla magazeti yakapiga kelele the youngest self-made billionaire. Mamilioni ya wanawake walihisi ni bidhaa ya Kylie, kana kwamba mikono yake ndio iliyotengeneza kila lipstick. Wakati wengine walikuwa kivulini, Kylie akawa taa inayong'aa, sheria ya saba ikicheza moja kwa moja: tumia kazi, maarifa na jasho la wengine, lakini hifadhi sifa zote kwako. Na hadi leo jina lake limebaki katika historia ya biashara, si kama mtengenezaji vipodozi, bali kama malkia aliyejua kutumia nguvu ya sheria ya saba kwa ukamilifu. Jinsi ya kuitumia sheria: moja. Jenga timu ya vipaji, wajumuishe watu wenye uwezo mkubwa zaidi kuliko wewe wape nafasi wafanye kazi, lakini usiruhusu jina lao libebe matokeo. Wewe ndio uso wa mradi. mbili. Hakikisha kwenye ripoti, media au historia, jina lako ndilo linasikika kwanza, wengine wabaki kwenye kivuli chako. tatu. Toa heshima kidogo, sifa kubwa kwako. Wape recognition kidogo ili wasitoroke, lakini daima usimame mbele ya pazia. nne. Linda aura yako, usionekane mchoyo au mwizi wa kazi. Jionyeshe kama mtu aliyeunganisha aliyelipa au aliyesimamia. Tahadhari: jinsi ya kujilinda. Jihadhari na mabosi: mara nyingi bosi wako atachukua sifa ya kazi yako. Usilie, hii ni sheria ya maisha. Weka rekodi: hifadhi nyaraka, emails au mfano wowote wa kazi yako kwa salama ya siku njazo. Ukiwa smart, chukua sifa kidogo, lakini acha bosi achukue kubwa. Hii inakupa kinga na nafasi ya kupanda juu. Sheria hii inaweza kuonekana kama wizi, na kwa kweli ni aina ya wizi wa heshima, lakini kumbuka, historia haikumbuki kila jina. Historia chagua mtu mmoja anayeonekana kama taya wengine. Ikiwa unataka nguvu, tafuta watu wenye akili na jitihada, wafanye kazi, lakini jina lako libaki juu. Ikiwa unataka kulinda heshima yako, usiruhusu mtu akichukua sifa zako bila ushahidi. Hii ndiyo sheria ya saba ya Robert Greene: Get others to do the work for you, but always take the credit. Kwa dunia ya nguvu, si kila kitu ni haki, lakini kila kitu ni mchezo wa perception.